Kwa hivyo kama iko njia yoyote tunaweza kufukuza njaa, lazima tufukuze njaa, na ndio sababu wakati nilienda, wakati nimerudi, nikasema tuendeleze mambo haya ya kupeana chakula, mbolea na mahindi kwa watu wetu ambao hawajiwezi. Wale wamefanyiwa na nakubali kwamba kweli namba imekuwa chini kwa sababu ya budget, lakini komiti iko hapa nataka niwaulize kwa sababu mwaka huu mbolea tumenunua kutoka kwa serikali ile subsidized fertilizer na county government ikafanya further subsidy kupeana bure kwa hivyo mwaka ujao nataka niulize kama Mungu akipenda tuongeze namba hii ifike watu 107. 700 700 beneficiaries in the whole county kwa hivyo hii tumezindua leo Monday i mmeona, lori imekuja hapa, kila wodi inaenda kupata mbolea yao leo. Mimi nimeonelea kwamba leo, Bwana Kafa na watu wamefanya vizuri kutupea mbolea, licha wengi wanauza wasiuze mbolea, tupande mahindi tupate chakula kwa wingi. Nimefurahi sana kwa ajili gavana wangu Kenneth Lusaka kufuela, amenipea mbegu mahindi kilo kumi na mbolea kilo hamsini. Ninashukuru sana kwa maana ninakuwa na nguvu, Jumatatu niko napanda. Hata nilikuwa nimengoja tusichapata, nikuombaomba tu sijapewa, lakini Mungu amenibariki na gavana wangu amenipatia, sasa nimekuwa na nguvu. Jumatatu niko kwa shamba. Nilikuwa hata sichapata kitu. Wakulima wengi miaka iliyopita, nilikuwa sichapata, lakini vile walikuwa wanapata wanauza, hata zingine zilikuwa hazifiki nyumbani, anachukua tu mtu wa pikipiki, akimpea huyo ndiye amenunua na anaenda hivyo, na hey, mwenyewe wa hata wanapewa na wengine hata hawana mashamba, lakini kwa saa hii tumefanyiwa vetting, unakuwa na shamba ndichukua